Kwanza naanza kumshukuru mama yetu Samia hasa ni Suluhu kutuletea huduma ambayo ndio hospitali kubwa ya wilaya, ambayo kwa zamani tulikuwa tunapata shida kubwa sana. Tulikuwa na hospitalini ambayo ilikuwa ni Vwawa Chitete. Kwa hiyo, kwa hiyo ilikuwa inatupa changamoto kubwa, ilikuwa inatupa shida kweli kweli kama sisi wananchi wa Momba. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunamshukuru mama yetu Samia ametupa huduma karibu ambavyo labda vifo kwa sasa hivi vimepungua. Wakina mama zamani walikuwa wanajifungulia jiani kulingana na changamoto ya barabara mbaya, usafiri evi, saazi, ni shida, lakini kwa sasa sasa hivi tumshukuru mama yetu Samia, saizi ni afadhali tena ni sana, ni sana. Kama ni mtoto wangu akiumwa, anambeba tu, dakika mbili ni hospitalini, anatibiwa anakuwa afadhali. Kwa hiyo tumpongeza mama yetu Samia, tupa huduma na pia tuwashukuru viongozi wetu wasimamizi madaktari na viongozi mbalimbali kusimamia kutuzi, kutulinda, kwa tuwapongeza kwa kweli. Mama yuko kazini.